Hello, habari ya wakati huu nikualike kwenye chaneli yetu nzuri ya Usiteseke Tena. Mwanamke, kwa nini unapuuzwa mara kwa mara na mpenzi wako? Unahisi kama mpenzi wako anakuchukulia kawaida hivi? Unahisi ni kama vile hakupi muda wake wa kutosha au huoni akiweka bidii kufanya mambo fulani fulani kama zamani? Kuna sababu chache kuu zinazoweza kuwa zinachangia hilo na kama utaelewa unaweza kurekebisha hii haraka sana. Sababu ya kwanza, unapatikana kwa urahisi sana kwake. Wanaume wanapenda changamoto. Kama kila kitu anachotaka anapata haraka bila kukipambania, anaweza kukuchukulia kawaida sana. Je, unajua kwamba mwanaume anathamini zaidi kile anachopambania kukipata? Yes, yeye ana asili ya simba, hula kile anachokiwinda na sio anachowindiwa. <laughs> Sababu ya pili, unamtegemea kupita kiasi kwa furaha yako. Kama huwezi kujitegemea kihisia, hauna maisha yako nje ya uhusiano huna malengo binafsi, marafiki, au vitu vinavyokufanya ufurahie maisha, mwanaume anaweza kuanza kukuona kama mzigo vile, badala ya kuwa mtu muhimu kwake na sababu ya tatu, haupo tayari kukuza thamani yako. Mwanaume akiona ya kwamba haujitunzi, hauongezi maarifa au haujijali kihisia na kimwonekano, inaweza kupelekea akapoteza mvuto wa kuwa na wewe. Badala ya kumlilia kwa nini hakupi muda, fanya kazi ya kujijenga na kujiboresha na utaona mabadiliko. Mwisho, ukitaka mpenzi wako waendelee kukuthamini, Usijiruhusu kuwa mwanamke wa kawaida. Kuwa na maisha yako, jiendeleze, na usiruhusu yeye pekee awe chanzo cha furaha yako. Hii ni muhimu sana. Kwa maarifa zaidi, soma kitabu chetu cha siri kumi za kuishi na mwanaume, na tucheke WhatsApp kwa simu namba 0755302668. Naitwa Angela Kanine, karibu.